Ndugu, karibu katika tafakari hii ya maisha ambayo itaendelea kukufunua akili yako, kufungua uelewa wako juu ya safari nzima hii ya maisha ambayo ina mambo mengi sana. Walimwengu wanasema maisha ni bahari, na leo nitakuja na mfano fulani mwingine mzuri ambao utakusaidia katika tafakari yako. Katika kijiji fulani alikaa mzee mmoja alikuwa ni mvuvi maarufu sana sana sana, na aliishi sio peke yake tu, alikuwa na familia yake aliyoipenda sana. Na katika familia hiyo basi, walibahatika kupata kijana mmoja makini sana mwenye uelewa mkubwa sana, na mzee huyu alimpenda sana. Kama nilivyosema, huyu mzee alikuwa ni mvuvi, mtoto wake alikuwa na akili sana, lakini mke wake alikuwa amejaliwa karama kubwa sana ya ukarimu, ya upendo kwa majirani, kwa ndugu na jamaa wote waliokuwa anamzunguka. Kila kitu alichokuwa anapata alikuwa anashea anawashirikisha wengine, kwa hiyo watu walimpenda sana kwa hicho kijiji, watu walimpenda sana sasa Siku moja, huyu mzee katika uvuvi wake uhum, alivua samaki mmoja mkubwa mkubwa sana Akamwambia mke wake, mke wangu, tumepata samaki mkubwa sana. Mke wake akafurahi furahi sana, akasema ndio sana. Basi mnaka akamwambia sasa, mke wangu, mtayarishe samaki vizuri kabisa. Nadhani tutakula na, usakula, na kushiba, vizuri sana. Familia ikafurahi sana sana. Mke akachukua yule samaki akamta, akaanza kumtatarisha. Ndio, baba akaleta samaki mkubwa sana, ni eh, kitu kizuri yani. Mtoto sasa na mama wakaanza kama kufurahia kitu alichofanya baba. Mwanangu, nenda kijijini, nje kabisa kaite watu kawaambie, watu tuna chakula leo kikubwa cha mchana, tuna chakula, tutakula samaki mkubwa. Sasa mtoto hey, akashtuka mama, mnafanyaje? Toka nenda nje, nenda nje kaite watu, kaite watu waambie, leo nyumbani kwetu kuna chakula, waje wale chakula hiki cha mchana, nzuri kabisa. Mtoto akamwambia hapana mama, hapana mama, mama, kwa nini unakuwa mkarimu hivyo mamangu? Kila ukipata chochote kile unaalika watu. Akamkumbusha sasa tukio lilokuwa limepita kwamba, mama unakumbuka? Akaambia nakumbuka, leo ulipata kuku wengi sana ukaalika watu wakaja wakala. Akaambia eh, leo ulipata samaki tena unaalika watu. Kwa hiyo mtoto ni kama akawa anagombana na mama yake kwamba wewe, kwa nini unakuwa mkarimu hivi kwa watu? Kwa nini unapenda kila kipato unaalika watu? Eh, mama akamwangalia mtoto wake kwa jicho moja kali sana. Akamwambia, mwanangu, siongei tena mara ya pili. Toka. Nenda kaite watu, fanya nilichokwambia. Mtoto akaondoka kwa huzuni, akasema, sawa mama, nitafanya. Mtoto akatoka nje, akaanza kupiga kelele kuita watu anatembea mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, anaita watu alikuwa anafanya alikuwa anawaambia pia, kelele analia, anasema, mama yangu kaangukia jiko, mama yangu kaangukia jiko, nyumba yetu imeshika moto, mama yangu kaangukia jiko, nyumba yangu, nyumba yetu imeshika moto, njooni mwokoe mama, njooni mwokoe mama. Akawa anapita anasema, mama yangu ameangukia jiko nyumba yetu imeshika moto, njooni njooni njooni njooni mwokoe mama, njooni mwokoe nyumba yetu. Kwa hiyo akawa anakimbia, anaomba msaada kwamba nyumba inaungua, mama ameanguka jikoni na atakufa, kwa hiyo tunaomba msaada, njooni. Kwa hiyo tunashangaa, mtu analia, anasema mama mama mama mama, anaanguka ameanguka ameanguka jiko, nyumba yetu inaungua. Kwa hiyo akatembea nyumba kwa nyumba, watu wanamwambia, mwambie mamako tunakuja, mwambie tunakuja, eh, tunakuja tunakuja, tunakuja, tunakuja. Kila aliekakutana naye anamueleza hivyo hivyo. Unalia nini? Namwambia nyumba inaungua, nyumba inaungua, nyumba inaungua. Mama kaangukia jiko, jiko, nyumba imeshika moto. Kwa hiyo, anatengeneza hiyo picha hiyo. Watu wanamwambia tunakuja, tunakuja, tunakuja, tunakuja, tunakuja. Baada ya kuzuka kote, mtoto akarudi amechoka, kwa sababu alikuwa anakimbia nyumba kwa nyumba. Baadaye mama yake alipomwona akafurahi. Basi akaenda kutaharisha mama. Akaenda kutaharisha kile ule samaki sasa. Baadaye, baada ya mama kutayarisha yule samaki vizuri, akaambia mwanangu, ehe bwana, watu wafiki? Akaambia, mama, sijui. Akaambia, unasemaje, haujui? Akaambia, e, sijui. Lakini si ulitoka kwenda huko? Akasema, e, mama simuani mudi nime Natoka jasho nimechoka, akaambia yeye. Sasa mama akaulia tena, mbona watu hawaji? Nataka sana mimi sijui. Akaambia, mwanangu, nitakuchapa ujatekeleza kile nilichokwambia. Mtoto akainamisha kichwa chini, akamwangalia mamake, akaambia mama, aka mama, kiukweli nilitoka nje, wacha niwe mkweli tu. Niliwaambia watu kwamba umeangukia jiko, una hali mbaya, nyumba yetu inaungua, waje wakusaidie wewe, wanisaidie mimi, wasaidie familia yetu, wanalibu watakuja. Akaambia nini? Akaambia mama, nimeambia watu kwamba upo katika shida, nimewaambia watu kwamba umepata majanga ili waweze kuja kukusaidia. Uh, mama aliumia sana. Mtoto akamwambia mama, usiumie hawa ndio watu ambao ungekuwa mkarimu kwao. hawa wa, ndio watu uliosema nizunguke kuwaita kwamba samaki iko tayari, uwaje uwale. Hawa ndio watu waliokuwa wanakula na wewe wakati umepata kuku, walikuja. Sasa wamesikia nyumba inaungua, hawajatokea. Wamesikia umeanguka ujiwezi, hawajatokea. Hawa ndio watu ambao wewe ni mkarimu kwao mama akamkumbatia mtoto, akatoa machozi ya huzuni kwa ajili ya watu aliokuwa mwema wao. Ndugu zangu, kuna kitu cha kujifunza hapa. Nyumba yako ikiungua, wewe ukianguka, kelele zikasikika, ni nani atakayekuja kukupa msaada? Ni nani atakayekuja kukuona? Ni nani atakayekimbia kuja kukuangalia? Niulize mara mbili, niulize tena na tena. Nimewahi kueleza watu siku moja kwamba pitia simu yako, angalia simu yako, Iweke katika mazingira kwamba una shida, unaumwa au unauguliwa, unahitaji kiasi cha laki tano tu. Ni nani katika simu yako utampigia simu aseme sina chochote isipokuwa ni wewe, basi chukua hiki kidogo nilicho nacho? Ni nani ambaye usiku wa manane utapata majanga, utampigia simu, atakuja kwa ajili yako, akiwa na usingizi mkali, atasema hapana, wacha nitoe kitandani nije? Ni nani leo utawekwa mahabusi, atakuja kukuona? Ni nani leo utaugua, atakuja kukesha nawe, au atawaambia tu familia yako, naomba zamu hii mniachie mimi Wacha nikae nimuuguze, huyu ni ndugu yangu, sana alinisaidia. Ni nani ambaye atakuwa nawe katika kitanda usiku? Niulize mara mbili sana sana. Nyumba yako ikiungua, nyumba yako ikiungua, nani atakaa? Nyumba yako ya ndoa ikiungua, utamkimbilia nani? Nyumba yako ya biashara ikiungua, utamkimbilia nani? nyumba yako ya ofisi yako ya cheo chako ikiungua, utamkimbiliana? Wengi tulionao ni marafiki wanaokuja wakati tunakatakata samaki, wakati tumepata kuku. Jiulize mara mbili sana, sio tu kwamba waje kutoa kitu au wakupe uwepo wao tu, uwepo wao tu nani atakaye kuwepo, uwepo tu. Wakati mwingine watu wengine hawahitaji chochote, wanahitaji uwepo tu. Kuna ndugu mmoja nilimtembelea, akanambia siku, mtaarifu alipata msiba, nienda pale, nikampa pole, sikuwa na chochote. Baadaye nikakaa tu, tukaanza kuongea, tuna watu wengine wengine pale na nini, lakini alikuwa amekaa kwa ndani, nje anarudi anatoka. Basi baada ya siku mbili tatu baada ya mambo yote ya msiba wakukaa vizuri, akanambia fadha, nashukuru bwana kwa kuja. Akaambia eh, nilikuja ndio, lakini nilikupa pole, mkakaa nje. Akisema pana uwepo wako tu. Kitu hicho kilinigusa sana, asema nilikuona nje, uwepo wako tu, uwepo wako tu uliongea mengi sana. Jiulize, jiulize na baada ya kutambua hao ambao watakuwepo, watakao kukimbilia, waombee, uwabariki, usiwaache, usiwaache, usiwaache, tembea nao katika safari yako ya maisha. Nyumba yako ikiungua, nani atakayeku